Wa shilingi milioni 143 lakini hata ukiupiga vizuri, hata hiyo thamani iko juu sana. Mimi nimejenga nyumba, ninyi mmejenga nyumba, na hili siwezi nikalificha. Ndio maana nimezunguka hivi, nikaangalia, nikasema hapa hamna, hapa hapa tumeliwa. Nikazungumzie wapi? Ofisini hapa hapa, ili brigedia generali ujue Nina uhakika kama umejenga nyumba huwezi ukajenga nyumba ya namna hii kwa shilingi milioni mia moja arobaini na tatu. Never. Nilikuwa namuuliza Waziri Mkuu, wewe unaweza ukajenga hii kwa shilingi milioni? Akasema hapana, akasema mimi hapa kama milioni sitini. Nikacheki mimi nyumbani, nimejenga nyumba ukubwa kama huu milioni arobaini. Kwa hiyo tufike mahali tuwe, tunazungumza vizuri. Nilikuwa nawaangalia hawa wataalamu nikasema hawa ni wataalamu wa variation pia, kwa sababu nimehesabu mabati ya upande huu hayafiki ishirini. Naendeni mkahesabu upande huu tu. Sasa piga upande huu, piga upande ule, piga na upande huu, zidisha mara nne TAKUKURU ngata, TAKUKURU ngata, Tanzania oye! Kwa hiyo pamoja na kazi kubwa mnayoifanya ambayo ni nzuri sana, lazima mwanze pia kujitathmini. Mmeniomba fedha hapa za kujenga ukuta bilioni moja, nyumba saba bilioni moja. Tulipoamua kuanzisha makao makuu ya Dodoma kwamba wizara zote zihamie Dodoma. kila wizara ilipewa bilioni moja kujenga makao makuu yake na ikamaliza. Mumuulize Simba chawene hapa, mumuulize hata waziri wenu, hata katibu mkuu wa utumishi yuko hapa, Ndumbaro. Bilioni moja wamejenga wizara pale Mtumba, kila mmoja, kila kitu. Sasa mgema akisifiwa tembo huweka maji. TAKUKURU, msianze kuweka maji na hasa, kwa sababu TAKUKURU mmekuwa ni chombo ambacho hakiguswi, na hata akipatikana mbaya miongoni mwenu, wala hapelekwi mahakamani na kufungwa, mnatafuta njia, amerudisha amerikava rikavsangerikavi si akiwa ndani amefungwa. Kwa nini wengine hawalikavi? Sasa mimi nawaeleza kama kiongozi wenu, you should change change and the change should be total change. Mkianzia na kosti za ujenzi. Na kosti hizi nimezisikia zamani kabla hata wewe ujawa mkurugenzi. Mmeokoa fedha nyingi. Ningetamani niwape pesa za kujenga hizo kuta, lakini si kwa kosti hiyo. Nendeni mkakae tena, lakini inawezekana watu wako wanaokufanizia variation, wewe umechukua roho, wanaweza wasikupe variation ambazo ni za kweli. Ukipiga hesabu matofali yaliyoenda hapo, unayajua unapima urefu wa nyumba, unachukua tofali moja la inchi sita, huwa ni inchi kumi na nane kwa tisa, unagawa kwa mita utakazozipata pale, unaangalia na urefu, utajua matofali mangapi yameenda kwenye upande huu. Unatoa upana wa madirisha na mlango utajua matofali mangapi yalienda hapa. Unaangalia na vyumba, unaangalia hata kwenye kenji zile mbao zilivyotumika, ulitumia za nchi ngapi? Zilikuwa za mbili kwa sita au mbili kwa tatu? Je, zilipakwa dawa au nini? Unahesabu tu, ni simple mathematics. Kwa hiyo mnayemsaidia brigedia general Hebu kaeni basi vizuri, nisije mimi nikajenga nyumba hapa ya milioni sitini ikawa kubwa kuliko hii. Huyo ataondoka na ninyi mliomsaidia mtaondoka. Huu ndio ukweli, na hata wafanyakazi wanafahamu, sio kwamba hawafahamu, wanafahamu yanayofanyika.